Katika mradi huu wadau wakubwa ni watu ambao wanafanya shughuli za uvuvi, lakini pia wanafanya shughuli za utalii, kwa sababu hao ndio wanafaidika na uwepo wa matumbawe, lakini hao ndio pia shughuli zao zinaathiri matumbawe kwa njia moja au nyingine. Ndio maana tukaamua kufanya hapa, tuna wavuvi lakini pia tuna wavuvi ambao ni viongozi wa wavuvi kutoka kwenye kamati za wavuvi katika hifadhi zetu zote nne za Unguja: hifadhi ya Changubawe, hifadhi ya kisiwa cha Tumbatu, hifadhi ya kisiwa cha Mnemba na huba ya Chwaka na hifadhi ya huba ya Menai. Hawa ndio wanapotoka hata hivyo tumeona tuanze hawa kwa sababu kwa kiasi kikubwa wavuvi ndio wanatumia maeneo haya ambayo yana ma, ya, ya matumbawe. Huko mbele tunatarajia tutakutana pia na hawa boatmen, vijana wanaoendesha maboti kupeleka watalii, kwa sababu nao kwa kiasi fulani wanafaidika na uwepo wa matumbawe na pia ni sehemu ya athari, aktiviti zao pia zinapelekea Kwenye, kwenye matumbawe yetu. Hali ya matumbawe sio si mbaya sana lakini hairidhishi sana kwa sababu e, mwaka mwishoni mwa mwaka uliopita na mwanzo wa mwaka huu tulipata kiwango kikubwa cha joto kwenye Bahari ya Hindi upande wa magharibi wa Bahari ya Hindi kwa hiyo hiyo si Zanzibar tu wala Tanzania, lakini maeneo mengi ya ukanda wa magharibi mwa bahari ya Hindi. Nazungumzia Kenya, Somalia, South Africa, Madagaskar, Mauritius, Reunion, Komoro, maeneo haya yote matumbawe yalipata athari. Matumbawe, joto likiongezeka sana, nao yanapata, yana athari athari inakuwa kubwa. Ni kwa sababu tayari matumbawe yetu yanagongwa gongwa na wavuvi kwa shughuli zao na shughuli za utalii, kwa njia moja au nyingine, wanayaathiri. Kwa hiyo yanapokuja mabadiliko ya tabia nchi, joto likiongezeka, inakuwa rahisi sasa eh, eh, haya matumbawe kuathirika, lakini hali sio mbali mradi huu tutatoa fursa ya kuongezeka zile tunasema outreach kutoka kukutana na watu mbalimbali, kuwapa elimu ni vitu ambavyo kawaida tunafanya, lakini elimu hii ya kuwafikishia watu ili kubadilisha tabia zao za jinsi wanafanya shughuli zao inahitajika sana, na mradi huu tunategemea hiyo tutaongeza idadi ya mikutano na vitu kuongeza vijarida e, communication materials mbalimbali kwenda kwa jamii ili tuweze kuongeza uelewa. Hapa tumekuja katika kutekeleza kazi ambazo kimsingi zinasimamiwa na hii taasisi yetu ya hifadhi za bahari na maeneo tengefu, chini ya mradi wa hifadhi wa bahari siararai ambao hasa hasa umelenga katika kuhifadhi matumbawe. E, katika utekelezaji wa mradi yapo mambo ya msingi ambayo tunasimamia. Lengo tunahakikisha kwamba uelewa wa umuhimu wa matumbawe unapatikana kwa wananchi kwa asilimia kubwa, na tunaamini kwamba tukikuza uelewa huu, ina maana kwamba tunategemea tutapata mabadiliko ya tabia na mwenendo, ili tuweze kuja kuhifadhi haya matumbawe sasa, lakini pia tulikuwa tunakosa vyombo vya utekelezaji katika namna ya usimamizi wa mazingira ya bahari. Ni kama vile bahari haikuwa kama na mwenyewe mwenyewe sana ya. Lakini hapa sasa, tunaenda kusimika rasmi chombo maalum ambacho kitakuwa kinashughulikia bahari, uhifadhi wa bahari na mazingira ya bahari kwa asilimia kubwa ambacho tunaisha tunakiita kwa National Coral Reef Hub. Sasa ili tuweze kupata utekelezaji vizuri katika namna ya kwamba watu wote waweze kujua wajibu wao. Tumekuja hapa ili kuweza kuiandaa jamii kwanza ijue kuna hicho chombo, ijue umuhimu wa bahari, kwa nini tunasisitiza uhifadhi, lakini pia tuwaandae tuwa kuwa sehemu ya utekelezaji wa mipango yote ambayo inakujana na hichi chombo, lakini pia pamoja na mpango wa kitaifa wa usimamizi wa matumbawe. Tulianza Kilwa, tukaenda Kibiti, leo tumekuja hapa, tutaenda Mafia, tutaenda Tanga, tutaenda Pemba pia bahati nzuri sana katika jamhuri yetu ya muungano wa Tanzania, tunazo taasisi ambazo zinafanya tafiti. Kwa mfano kama kwa Tanzania bado tunayo tafiti, chuo kikuu cha Dar es Salaam, chuo kikuu cha Sokoine, wapo watafiti wana wanafanya pale Tunao wataalamu Marine Park lakini tunao wataalamu nemki na wanafanya hiyo tafiti lakini pia tunashirikiana na yeyote ambaye anafanya hizo tafiti. Wao WCS, wao Blue Venture, wao Heshimu Bahari, wote wanaofanya hizo tafiti tunakutana, tunashirikiana. Lakini hapa Zanzibar, ukija IMS wanafanya hizo tafiti sana, ukija Zafiri wanafanya hiyo tafiti, ukienda Suza pia na wenyewe kuna wataalamu wengi sana ambao kwa pale wamefanya hizo tafiti. Kwa hiyo tafiti ambazo zimesomwa zikaonyesha Uh, ustahimilivu na uhimilivu wa rasilimali hii zimetokana na hizi tafiti ambazo zote zimefanywa katika Zanzibar na katika Tanzania bara, na sisi wote kwa pamoja tumekusanyika, ndio maana tumekuja na sauti moja, lazima elimu iwafikie wananchi lazima tuchukue hatua, lazima tufanye kile ambacho kinawezekana kufanyika, lazima tuende tukaokoe rasilimali. Nfurahi kuona mafunzo ya leo tumehifadhi kuhifadhi mazingira ya bahari, matumbawe, kuharibu samaki wa matumbawe. Yai aya mafunzo kwangu mimi ni muhimu, yanakwenda kuongezea kile ambacho ninacho na kwa kuwa ni kiongozi wa shehia nne kamati za shehia nne itakuwa bila shaka cha kufanya nacho hapa nitakuwa safi. Nimebebeshwa jukumu jingine la kwenda kueleza kwamba kuna tuna juhudi zinataka kuungwa mkono zaidi huku za wenzetu. Kwa hivyo ni kukaza nguvu tu, kwa sababu shughuli tunayofanya haitofautiani sana na hii ambayo tunakuja. Tumeanzisha SMG ambayo tuna usimamizi shirikishi, angalau watu wameweza kuelewa, na anayekwenda kutaka kupima anaweza kifika tu mkokotoni, akaona vile matokeo yalivyokuwa, kama kazi ya pale zamani ilikuwa pale ufukweni mbele ya bandari, kulikuwa na uvutaji unaitwa kokoro ulikuwa unatumika sana, lakini kwa sasa huwezi kwenda mchana. Ukiona labda kama yatatokea ni nadra sana, usiku usiku. Lakini tunahisi kwa sasa, kwa sababu doria zetu za mwanzo zote za mwaka mzima na miezi miwili ilikuwa zaidi zimeeleka kunako elimu, naona kama tumeeleweka kwa sasa, sababu tumepata nafuu ki